Mara SnS hapa ni SnS Channel 2. Uh, bila shaka umeiona. Uh, tumekuwa tuki introduce, lakini huku tutakuwa unapata vitu vingi zaidi ambavyo ni behind the scene tunapokuwa tunaenda safarini uh, Sasa hivi tunaelekea Temeke Mwembe Yanga kuna tukio la TANESCO, nimealikwa kule na wao wenye TANESCO. So hapa hii njia ni ya Kawe na haya ni maghorofa unayoona hapa, alikuwa amesimama ujenzi ulikuwa umesimama kwa muda lakini sasa hivi spidi inaenda, kabla kujapita uh, ni nikuonyeshe mengine upande huu uh, okay, mwanga stu narudi, nitakuonyesha, lakini lengo ni kuonyesha haya um, ambayo ni ya uh, NHC actually, ujenzi ume, unaendelea vizuri sana hapa. Ni Kawe uh, karibu na kona uh, Maringo, wanasema karibu na Maringo. So cheki ambavyo umesikia stage na ujenzi unakimbia kwelikweli. So hapa bila shaka patakuwa uh, sehemu itakaochangamka sana, kwa sababu hapa chini nadhani kuna plan ya supermarkets, malls and vitu kama hivyo, lakini magorofa yenyewe ndo haya. Sasa hivi ujenzi unakimbia sana, ukiashiria kwamba very soon hapa pia patakuwa uh, pate changamka, watu watanunua, eh, apartments eh, kutakuwa kuna mabenki na vitu vingine. So ndo namna ambavyo jiji la Dar es Salaam linazidi kukua kubwa, linapanuka. So hivyo ndo vitu ambavyo utakuwa unavipata kwenye SNS Channel 2, kuona vitu ambavyo tunakuwa tunaviona, uh, na kipindi ambacho tunakwenda kwenye events zetu kama hivi ambavyo leo nitakuonesha uh, vitu ambavyo nitaviona njiani interesting, wakati tunaelekea Temeke Mwembe Yanga ambapo sijaenda muda mrefu actually, muda mrefu miaka na miaka. So mimi mwenyewe niko excited kuangalia kitu gani ambacho nitakiona huko na mambo kama hayo.